Rapa Ye, maarufu kama Kanye West amewaacha mashabiki na wafuasi wake midomo wazi baada ya kudai kuwa analipa kiasi cha dola laki mbili za Kimarekani kwa mwezi, sawa na takriban shilingi milioni 533 za Kitanzania kama matunzo ya watoto wake wanne na aliyekuwa mke wake Kim Kardashian. Kupitia ukurasa wake wa X, hii aliandika, a pay 200 a month in child support, just a reminder, akiwa na maana ninalipa dola laki mbili kwa mwezi kwa ajili ya matunzo ya watoto, ukumbusho tu. Kauli hii imeibua mijadala mikubwa kuhusu gharama za kulea watoto katika familia za masta, iwapo kiwango hicho ni haki au la. Wengine wameenda mbali na wamesema kuwa kiwango hicho kinaendana na kipato cha yi, huku baadhi wakiona ni kiasi kikubwa mno kwa mwezi mmoja. Emniambie na wewe kwenye upande wa comment, wewe unaona matunzo ya watoto wanapaswa kuwa kiasi gani, ikiwa ina depend kwamba baba ni maarufu au sio maarufu? Sogea kwenye comment hapo chini alafu uniambie upi mtazamo wako kuhusiana na hili lakini West kutoa zaidi ya milioni 533 za Kitanzania kwa mwezi kama matunzo ya watoto wake wanne naendelea kufahamika kama jumbo mpaka wakati mwingine, kwaheri.